Katika barabara inayounganisha kata ya Kibirizi kwenda mjini mkoani Kigoma mitumbwi zimeegeshwa. Hapa tunashuhudia foleni kubwa, watoto wadogo ikiwemo wanafunzi pamoja na wananchi wakiwa katika foleni ya kupanda mitumbwi kuelekea majumbani kata ya Kibirizi. Na tatizo unaona kujaa kwa haya maji ni tatizo la bandari Kibirizi. Sasa hivi tuko kwenye adha, bandari imezama na ndio inaingiza mapato makubwa kwenye serikali yetu, kwa sababu katika mkoa wa Kigoma sehemu inayoingiza hela za Yaani bandari inayoingiza hela ni bandari ya Kibirizi. Wao kwa usomi wao waliosoma hawakutaka kutufata sisi ambao ni wenyeji wa hapa, ndio maana unaona kuna athari ya haya maji mpaka leo, kuna athari kubwa sana ya maji kwa sababu bandari hii walivyoijenga, hawakujenga visi inavyotakiwa. Wangeijenga visi inavyotakiwa, wala hii athari isingekuwepo. Walijisahau kwa sababu sisi wenyeji tuliwaelekeza bandari hii, ili muiweze fateni levo inayoanzia msikitini kwenda ziwani ndio bandari hii mtaiweza, tofauti na hapo, hii bandari hamtoiweza. Sasa leo walioleta mawazo ya kujenga bandari hii wameitia hasara serikali mabilioni ya hela na hayo na hizo pesa sisi ndio tunazilipa leo. Barabara hii imekatika katika eneo linaingiza pesa katika manispaa ya Kigoma Ujiji ni Kibirizi, na katika wa, sehemu ambayo ina, ina mchanganyiko wa watu wengi ni Kibirizi na Kigoma mjini, kwa sababu leo hapa Kongo, Burundi, tegemeo lao ni hapa. Leo wameshindwa kuwa wanaleta mizigo yao kulingana na maji visi yamejaa bandarini, wanashindwa wataletaje mizigo hapa. Juzi juzi tulinusurishika wanafunzi kufa hapa. Tuna wanafunzi wanasomea mjini na wanatakiwa watoke nyumbani saa kumi na mbili saa kumi na mbili hapa panakuwa hakuna mitumbu ya kuwavusha mimi nato, nakuja nakutana wanafunzi wanaogelea maji mmoja akanusurika kufa, ikabidi mimi niingie maji mzima mzima na nguo zangu kuwaokoa wanafunzi. Sasa serikali iangalie kile ni kizazi, na wanasema ni taifa la kesho. Kwa hiyo tunaomba serikali ije ikae hapa, iangalie miundombinu ambayo itaofanyika hapa na hii kazi hapa wawape wa China, wasiwape wa Waswahili, wa wa hawawezi kufanya kazi. Ni takriban mwaka mmoja sasa tangu maji kutoka ziwa Tanganyika kujaa na kuharibu miundo mbinu ikiwemo soko la samaki na barabara hii ambayo ni kitovu kwa usafirishaji wa bidhaa kutoka bandarini na hata shughuli nyingi za kawaida kwa kuwa ndio njia rahisi kwa wananchi kama wanavyoeleza. Kwa jina naitwa Mariamu Stefano, tuna changamoto sana, kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada. Kama sisi tunavuka kwa mguu, kuna vitu vibaya hapo kwenye maji. Tunaomba msaada sana, tusaidie. Kama hivi sasa, una nauli, lazima ufanyeje? Uvuke na maji ni mengi sana tena sana. Mvyatokia hivyo, nauli nakosa mia mbili ya kulipa, unabidi uvuke Wito wangu sana ni kutusaidia tuone jamaa tunahangaika, tuna, tuna sana hasa sisi tuna watoto tunahangaika. Unajikuta una nauli ya kuvuka, bila mia mbili hauvuki, lazima uvuke kwa mguu mpaka wapi? Mpaka kufanya biashara. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada tisa, yani msaada sana ni changamoto hiyo tunapata sisi, mia mbili nauli kail wanafunzi na kurudi mia mbili, kama amna n yani, ndio wazanavuka kwa mguu nutanguzi na loa pamoja na kuwa serikali ilifanya juhudi za utatuzi wa changamoto hii ikiwemo kuweka vifusi, lakini juhudi zake hazikuzaa matunda. Hii ni kutokana na mvua maji kufurika na kuongezeka kwa kina cha Ziwa Tanganyika. Hapa ipo haja ya serikali kufanya juhudi za haraka ili kuondoa msoto huu kwa watoto wadogo wanafunzi pamoja na wananchi wakazi wa maeneo haya. Kwa jina naitwa Hamna Ramadhan Talangwa, ni mzaliwa wa hapa Kibirizi. Kama janga lilivyotukuta hili la maji, imeathiri sana watu wa Kibirizi, kwa watu wanaotumia barabara hii kutoka Kibirizi kwenda Kigoma mjini. Kwa hiyo athari kubwa tunayoipata wananchi wa Kibirizi na hata tofauti na na wananchi na wa Kibirizi wote wanaathirika kwa janga hili la maji. Kama jinsi mnavyoona watu kuvuka ni kwa mitumbu, mwingine hiyo pesa ya kuvuka kwa mitumbu hana. Kama vile mi dada yenu tumekutana hapa tayari, nilikuwa nishapandisha nguo nivuke maji, ndio eh, nimetoka hospitali. Sasa kwa kweli ni athari kubwa sana, nafikiri hili serikali wanaliona, tuwape pole, tunaonyee kwa hili janga lililowakuta, maana ni athari imepangwa na Mungu, haya maji yameletwa na Mungu, sio wao eh. E, tuwape pole. Nafikiri na wenyewe pia wanafikiria sana. Hii barabara serikali ilileta vifusi ambavyo ndio hivi hapa, haikuisha wiki mvua hiyo, vile vifusi vikawa vimepotea. Kutokana na janga hili, gharama za maisha kwa wakazi na wafanyabiashara zimeongezeka. Hii ni kutokana na hali ya usafirishaji uliopo sasa Yaani mwanafunzi atalazimika kulipishwa shilingi mia mbili na shilingi mia mbili kwa mwananchi wa kawaida, jambo ambalo kwa mzazi asiyekuwa na chochote mwanafunzi atalazimika kubaki nyumbani na kisha kusubiri kesho. E, wanafunzi wakienda shule, inabidi mzazi ampe shilingi mia nne kwenda na kurudi. Akienda hivi avuke mtumbo kwa shilingi mia mbili akitoka huku kwenda huku ampe shilingi mia mbili tena, na bado nauli ya mtoto kwenda shule kwenye bajaji ni shilingi mia mbili Kwa hiyo jumla ampe shilingi elfu moja mwanaye, haya siku hiyo. Sasa mzazi, hiyo elfu moja hana, sijui mtoto atakwambia siendi shule, sijui ni aje, yaani itabidi tu tunafukuzana hivyo hivyo. Nenda shule wewe, ukifika pale, vua nguo zako zote, weka kwenye madaftari, beba mfuko mgongoni, uvuke tu mwanangu, uende shule. Siku zingine wakikutana na wazazi wenye imani ndio hivyo, wanaambia jamani, msaidiani huyu mtoto ni mdogo wenu na nini, kama jinsi mnavyoona. Hao vijana, kila mtu na mawazo yake, na hili swala unaliona la maji haya. Na mwaka jana ilikuwa ni hivi. Sasa utata ulioko hapa ni uvushaji wa abiria kuhusiana na kipato Dada tuseme cha watu wanaokaa Kibirizi kila siku kuvuka kwa mia mbili. Ni maana kama ni serikali iweze kufikiria eneo hili kwamba raia tunateseka kivipi na tutaweza kuokoa maisha kivipi? Maana kipato ni hali ya chini, kama hivyo wamefunga uvuvi. Ni mwalo wa Kibirizi ndani ya halmashauri ya Kigoma Ujiji, na mahali hapa tulipo ni moja ya barabara kuu inayoingia ndani ya mwalo huu, ambapo shughuli mbalimbali za ujasiriamali, usafirishaji na uvuvi ufanyika katika eneo hili, inalazimika mtu kufanya shughuli zake kila siku mjini. Sasa kipato kidogo kinaweza kupatikana kwenye uvuvi, sasa hivi hakipo. Sasa tunapata shuruti sana kuweza kuvuka maji sisi kila siku kwa miguu. Tumepata kusikia mambo kaza wa kaza yanayosababishwa na changamoto ya kujaa kwa maji katika eneo hili, hali inayopelekea gharama za usafirishaji kuongezeka na kuwa juu za kimaisha ukilinganisha kwamba maeneo haya pana wanafunzi ambao wanapita hapa kwenda mashuleni kwa ajili ya kuchukua huduma za kielimu, lakini pia pana watu wanaotoka hapa kwenda mahali pengine kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu kwa maana ya afya, lakini pia sehemu hii ni moja ya kitovu cha uchumi wa soko la kibiashara la samaki na dagaa wanaotoka ziwa Tanganyika mkoa mkoani Kigoma. Ni aza kaza wa kaza zinazowakumba za kuongezeka kwa bei ikiwemo ni pamoja na usumbufu wa uvukaji katika eneo hili. Endelea kufuatilia na kusubscribe Kanyuka TV kwa kupata habari kem kem kila zinapojiri. Nikiripoti toka eneo la Mwalo wa Kibirizi, mimi ni Joseph Seye wa Kanyuka TV.